Tufungue Ruthu Sura ya moja mstari wa kwanza. Wakati wa muzi walipotawala Israeli, kulikuwa na njaa katika nchi. Mtu mmoja kutoka nchi ya Bethlehemu ya Yuda pamoja na mke wake na wanawe wawili akaenda kuishi katika nchi ya Moabu. Mtu huyu aliitwa Elimeleki; mkewe aliitwa Naomi na hao wanawe wawili waliitwa Maloni na Kilioni. Walikuwa waifradhi kutoka Bethlehemu ya Yuda wakaenda katika nchi ya Moabu wakaishi huko. Elimeleki wa mumewe Naomi akafa, hivyo Naomi akabaki na wanawe wawili, nao wakawa wanawake wa Moabu. Jina la mmoja aliitwa Orpa na wa pili aliitwa Ruthu. Baada ya kama miaka kumi, Maloni na Kilioni pia wakafa. Basi Naomi akabaki hana mume wala wanawe wawili Aliposikia akiwa huko Moabu kwamba Bwana amewasaidia watu wake kwa kuwapa chakula, Naomi na wakweze wakajiandaa kurudi nyumbani. Yeye na wakweze wawili wakaondoka pale walipokuwa wakiishi na kushika njia kurudi nchi ya Yuda. Ndipo Naomi akawaambia wale wakwe zake wawili, rudini kila mmoja wenu nyumbani kwa mama yake. Wakalia kwa sauti kubwa, wakamwambia, tutarudi pamoja na wewe nyumbani kwa watu wako. Lakini Naomi akasema, rudini nyumbani, binti zangu. Kwa nini mnifuate? Kisha wakalia tena kwa sauti. Orpa akambusu mama mkwe wake akaenda zake, lakini Ruthu akaambatana naye. Usemi akaambatana naye inamaanisha kwamba alishikamana kwa karibu na hakuachana naye. Naomi akamwambia, tazama mwenzako anarejea kwa watu wake na kwa miungu yake, rudi pamoja naye. Lakini Ruthu akajibu, usinisihi nikuache au niache kukufuata. Utakakokwenda nami nitakwenda, na wewe utakapoishi nitaishi, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapofia nami nitafia hapo na papo hapo nitazikwa. Bwana na aniadhibu vikali kama kitu kingine chochote kitanitenga nawe isipokuwa kifo. Naomi, Naomi alipotambua kwamba Ruthu, kwa Ruthu amenuia kufuatana naye hakuendelea kumsihi tena. Kwa hivyo Naomi mama mkwe na Ruthu mkwewe wakarudi katika mji wao, walakini, kutokana na ugumu wa maisha, Ruthu alidumisha riziki yake kwa kuokota masalio mashambani hadi hatimaye alipokutana na kuolewa na jamaa yao Boazi. Katika maisha ya utii kwa wazazi na heshima kuu kwa wazazi wetu Mungu daima ameandaa baraka kama hizo kwa ajili yetu. Je, mambo yaliyo duniani si mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni? Tunapoonyesha upendo huo kwa wazazi wetu wa duniani, tunaweza kupata baraka kutoka kwa Mungu. Ni kwa kiasi gani zaidi Mungu atatubariki kwa thawabu za milele tukiweka wakfu mioyo yetu akili na unyofu wetu kwa wazazi wetu wa mbinguni? Mungu alisema alikuja katika dunia hii kutafuta na kuokoa kilichopotea, na sisi tukikumbatia mapenzi matakatifu ya Mungu tumejitolea kueneza ukweli wa Agano Jipya la Mungu ulimwenguni kote, kwa neema na azimio, kama Ruthu tukisema, popote unapoongoza nitafuata. Kila mtu wa dhambi kutoka mbinguni, waliowekewa kufa, walikuja duniani na kukaa katika hema la mwili. Walakini, ili kutuokoa wazazi wetu wa mbinguni walikuja katika dunia hii, nao wakabeba sehemu kubwa ya mateso ya kibinadamu ambayo yanakusudiwa tu kwa wenye dhambi kuyapitia. Watu wengi walikubali tendo la Ruthu la utiifu kwa mzazi kwa neema. Ingawa alikuwa mwanamke Mmoabu na si Mwisraeli, roho yake ya utiifu kwa mzazi na ya heshima kuu kwa wazazi wake ilikuwa kubwa sana. Mwishowe, Boazi alimchukua kuwa mke wake, ambaye Obedi alizaliwa kisha Yese, na kupitia Yese ambaye naye alianzisha ukoo ulioongoza hadi kwa Daudi. Alikuwa ni mwanamke wa mataifa aliyetajwa katika ukoo wa Israeli kulingana na Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Kupitia hili Mungu alitukumbusha na kutufundisha sisi watoto wake kwamba utiifu kwa wazazi kama wa kimwili au wa kiroho ni tendo lenye neema linaloweza kuleta baraka. Tufanye kila juhudi kuwaheshimu wazazi wetu wa duniani kwa kuyapokea mapenzi ya Mungu, na tusipoteze kamwe imani katika wazazi wetu wa mbinguni Mungu Baba na Mungu Mama. Tuangalie Waefeso sura ya sita mstari wa moja kwa pamoja. Katika Waefeso sura ya sita mstari wa moja imeandikwa. Enyi watoto watini wazazi wenu katika Bwana kwa kuwa hili ni jema. Waheshimu baba yako na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate baraka na uishi siku nyingi duniani. Nini, akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni kwa nidhamu na mafundisho ya Bwana. Waefeso 6 inasema watini wazazi wenu katika Bwana, kwa kuwa hili ni jema, hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Lakini katika amri kumi, waheshimu baba yako na mama yako, kwa kweli ni amri ya tano eh. Je, si kweli? lakini kupitia wazazi wetu wa duniani Mungu ameitengeneza njia ya ukweli akituruhusu sisi pia tuwaone wazazi wetu wa mbinguni. Natumaini kwamba tunaweza kuwa wale wanaozingatia tena wajibu wetu wa utiifu kwa wazazi kwa wazazi wetu wa duniani na wazazi wa mbinguni. Tendo kubwa zaidi la utifu kwa wazazi kuelekea wazazi wetu wa duniani lipo katika kuwaongoza kwenye njia ya ufalme wa mbinguni. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni sana.